Ihi asiokuwa nacho hatoi. Kwa ili awe atoe, lazima afanye awe nacho. Vipi atapata? Akipata kama hii mfano, chukua chukua sherashi basi, mimi hiyo, Mungu atanilipa kwa ahadi. Si umenipa Mungu, atakupa na mimi, Mwenyezi Mungu atanipa, na yule akitoa, Mwenyezi Mungu atampa. Nasema kur rabbi, sema bwana wangu Yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Mwenyezi Mungu ndo anaikunjua riziki kwa amtakaye, min ibadihi kwa waja wake. Wa yaqdiru lahu, naye ndo anamfanyia iwe finyu. Wallahu khayru raziqin. Wallahu yeah. Wa ma anfaqtum min shay'in yukhlifuh. Wa ma, hapa ndo mpige mstari. Wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, na mnachokitoa katika kitu fahuwa fahuwa, mona kaeleta eh? Fahuwa, yeye Mungu anakirudisha fahuwa yukhlifu. Utakachokitoa Mungu anasema anakirudisha, na yeye ndiyo mbora wa wenye kutoa riziki. Penda kutoa ili upate, penda kutoa lakini penda kuzuia ili usipate. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi alioipokea Imam Muslim, anasema ma nakasat sadakatun min maalin, ma nakasat sadakatun min maalin, sadaka haipunguzi chochote katika mali bali kinyume chake inazidisha. Mwenyezi Mungu ajali katika hao Lakini mambo anataka imani hayo, anataka eh, imani sana. Mimi katika watu walionilea, nililelewa na ammi yangu Sheikh Rashid bin Sheikh Umar Kawambwa, eh tulionye, tunamuita Imamul Haramaini. Mungu amrehemu, alinilea huyo mzee. Nilikuwa namuona na staili hiyo, akiamka siku iko kila lila ana kidogo anacho, basi ana nambia baba, twende tukamtafute wa kumpa hici. Mi naambia sisi ndio kitatusaidia wewe, twende tukamtafute wa kumpa hici. Na wakati huo sio mbali, tunakaa hapa Mbagara Kizuiani kule sehemu ya ndani kule, kwenye mashimo ya mchanga, si kama mliyaona nie, kunaitwa Kiburugwa. Sijui siku hizi kama ule mji bado upo, siku nyingi sienda, alivyohama tena alikwenda mbali zaidi Kiburugwa ki. Mzee huyu alikuwa yeye, ni elimu yake ni mambo ya tibu. Mtu mmoja alikuwa, Mungu alimpa mujarabu mkono, kutibu watu wenye wazimu walioishi naye wanamkumbuka. Mara nyingi nishaona watu wanakuja pale, wanawazimu kabisa, amefungwa kamba. Akiingizwa katika compound yake, anasema mfungueni kamba huyo, so mbuzi huyo binadamu mzee, mwendazimu wendazimu, nyewe mlomfunga, mfungueni. Anafunguliwa, anamwambia kaa chini, anakaa ndo afungu tena kamba, anaondoka mzima Sallu ala nabii. Nikanaambia, basi mzee, nifundishe na mie ilmu ya saa. Nyie watu wa sasa amfundishi vitu hivi. Kwanza wabishi, pili mna roho mbaya. Wewe kwangu utachukua hikma, hikma tu, lakini mambo haya hapana. Hamna ucha Mungu, nyie roho zenu sio so nzuri Alafu wabishi. Kwa hiyo pana Walidi babangu kaondoka nayo elimu ile, Mwenyezi Mungu amrahamu Amin. Lakini kila kichalo kuja pale, si mume si mke, anaondoka kapona na kitu. Cha kwanza ni marufuku kuja mtu nyumbani kwake kafungwa kamba. Basi nilikuwa namuona siku anaamka, na kidogo anasema, twende tukampe mwenyewe hiki, basi mpaka mchana tunatoka tunakwenda huko tunakuja mpaka barabarani, kulikuwa na maduka maduka pale mengi. Katika maduka yale alikuwa marehemu Sheikh Khamis bin Said wa Ihya, alikuwa na maduka yake ya, ya hardware. Basi hatuna bana hivi, akimwona mtu acha anampa ile hela. Basi wakati tunarudi atufiki hapo katikati, mambo mazuri, anaambia una akili wewe Rashid ibn Umar Kawambwa Yee walitofautiana kifo na mdogo wake Alhadi Umar Kaamba kwa siku arobaini kamili. Moja katika karama zake, alivyokufa mzee likuja mambo kidogo, watu walikuwa anataka kumchukua mzee kakazangu wakamzike Kisiju, mambo yanaanza karibu. Asante, jazakallah kheir. Alafu murusali na hizi basha unachukuaga, um kuna siri meelewa. Asante bwana ndugu yangu huyo anatoka mbande anakuja kusikiliza darasa, ndiyo bwana, kila siku mbande, alafu anarudi mbande kufuturu, ndo mara nyingi inavyokuwa h eh? Eh, kwenye miti kuna watu waka umumo umu, wanisikilizi huyo anatoka mbande, lakini kuna mmoja nitamsimamisha yeye, ndo kabisa yeye anatoka mapinga ya bagamoyo na naainuki hapa mpaka baada ya rabbana mfana bimaalamtana, lakini anasema nisimu e, hebwana, nikutaje kidogo, niwaonyesheni watu wa kweli. Anatoka Mapinga, kuna mtu anakaa hapo hapo, anisikilizi, kanizoea, endelea kunizoea, sawa sawa, basi huku kulikuwa na tabu kidogo. wale kaka zangu mpaka vaje wamenishinda, na mwisho Sheikh Rashid alipoteza macho maskini, na alivyokufa mdogo wake tulimficha tu, e, tulimficha basi. walivyonishinda wale, nikasema hapana neno, basi twendeni kwa Sheikh Rashid, kwa sababu mimi na nyie ni watoto, sema nyie wenzangu ni wakubwa, mimi ni mdogo, lakini yupo Sheikh Rashid mmoja kakangu mmoja akaniambia, lakini hana habari kama ndo tunampa habari, na yeye ndo atatoa hapo hapo maamuzi. Si mmenielewa vizuri? Ndo ndugu yake ndo mwenyewe. Na tofauti ya Mzee Rashidi na Ustadh Alhadi, tofauti yao miaka kumi na tatu miaka kumi na tatu au ishirini na tatu kitu kama hivyo. Ngoja nitakumbuka nita kabla sijainuka hapo sawa eh, mkubwa sana Sheikh Rashid, kasabu, kwa sababu alikuwa mkubwa kuliko hata Nyerere, yale za elfu moja mia tisa na ishirini sawa eh, chuma hicho basi, tukachukuzana hapa mimi, lakini nimenuna kasabu, kwa sababu nilikuwa nataka nimzike babangu hapa, kaka zangu wale wamenishinda, nataka kumchukua ende naye Kisiju, twendeni, twendeni, twendeni Kar, kufika pale hajui sisi tunavyoona sisi hafanyi, hajui. Piga hodi bwana. Nani? Kaambia mimi, Walidi, swali la kwanza naambia, ushamzika babako? Nikaambia hapana. Baba tunakufuata wewe, mzike hapa hapa, usimsikilize mtu yoyote. Sisi tunampelekea taarifa na kumtaka ushauri, yeye anatuuliza ushazika, Walidi, babako? Bado mzike, na usimsikilize yoyote hapa hapa. Lakini mimi usinizike hapa mimi, ndio kanizike Kisiju fakataa niza akakata, ugomvi pale na ikawa ndio hivyo. Baada ya siku 40 naye akafa, tukachukua wote tukampeleka Kisiju, walio min auliya illah, njia yake nimeiona. Akitaka kaamka na kidogo kaamka na ananiambia, baba toke kidogo, toke unatembea mpaka barabarani, anamkuta mtu, anamwita pembeni ili watu wasione kinachotokea. Ujambo, si jambo basi. Ha, ah. Haya ndugu yangu, tugawane umaskini. Neno lake tugawane. Wakati tunarudi kule Kibirugu hapa hapa katikati, mambo yanabadilika, anaweza kutokea. Ah, mzee mwalimu kule, maana yake wenyewe alikuwa anamuita mzee mwalimu. ana, ana kapu ina miogo. Mzee mwalimu, basi nilikuwa nakuja nyumbani bwana hii utachemsha, anaambia ulipokea, unaanza kuja hivyo na, na aya yake ilikuwa ndio hapa, qur rabbi yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wahuwa khairur raziqin msalimpemuhammad Tunataka riziki panuke, panuke. tunaendelea eh? au inatosha? Hai, basi viwili vya mwisho ndakupeni kwa leo. Kwa leo nitakupeni viwili, sijui kama mnakumbuka. ni mtu anaandika, au anaandika. Ma aw, unaandika mahufidha farra wa ma kutiba qarra. wenyewe wanasema mahufidha vinavyohifadhiwa mara nyingi kichwani vinakimbia, lakini wa makutiba kara, na vinavyoandikwa udhibiti. Pendelea kuandika, msali Mtume Muhammad, mambo anazidi kubadilika. Mungu akubariki amin, eh, sante eh, eh. <laughs> Mona elfu tano mmeona elfu tano ile ndo mujaraba hii, msali Mtume Muhammad na zingine zinakuja nyingi. Mimi na wasiwasi hapa na dola nitapata. Eh? Naiona na dola hapa nitapata, nitapata. Tumeelewana eh? Kitu kingine bomba katika vitu vinavyovuta riziki. Pendelea sana